Helo, hujambo na karibu tena kwenye countdown ya Moli Online TV. Leo nimekuletea orodha ya watu na wafanyabiashara matajiri zaidi barani Afrika, kutokea namba kumi mpaka namba moja. Namba kumi, huyu anaitwa Steve Musia kutoka nchini Zimbabwe, mwanzilishi wa Econet Wireless, tajiri wa teknolojia na mawasiliano mwenye utajiri wa takribani dola bilioni 2.5. Namba tisa anaitwa Patrice Motsepe, ni raia wa Afrika Kusini, mmiliki wa African Rainbow Minerals na ni raisi wa CAF. Utajiri wake ni dola bilioni 2.6. Namba nane anaitwa Cos Bica, raia wa nchini Afrika Kusini, mwekezaji wa vyombo vya habari na teknolojia alibadilisha Naspers kuwa kampuni kubwa ya kimataifa. Utajiri ni dola bilioni 2.7. Namba 7, Mohamed Mansour. Mansour huyu ni raia wa nchini Misri, mwekezaji katika magari na ujenzi, utajiri wake unafikia dola bilioni 3.6. Namba 6 six, inashikiliwa na Abdul Samad Labiu. Huyu ni raia wa nchini Nigeria, mmiliki wa Bua Group kampuni kubwa ya saruji na sukari utajiri anakadiriwa kuwa nao ni dola bilioni 5.9. Namba tano ni Mike Adenuga, raia wa nchini Nigeria, mmiliki wa Globacom na mwekezaji katika mafuta utajiri wa dola bilioni 6.5 ndiyo anaomiliki. Namba nne Nasif Sawiris, huyu ni raia wa nchini Misri, mwekezaji mkubwa katika saruji na adidas utajiri wa dola bilioni 8.7 ndiyo ana umiliki huyu na nasif sawiris okay, hii iliyobaki ndiyo top 3 ya watu matajiri zaidi barani afrika namba tatu niki openheimer raia wa nchini afrika kusini aliyekuwa mmiliki wa de beers kampuni kubwa ya almasi duniani utajiri wa dola bilioni 9.2 Namba mbili anaitwa Johann Rupert na familia yake. Hawa ni raia wa Afrika Kusini, wanamiriki Richemont, kampuni ya bidhaa za kifahari kama Cartier na Montblanc, wenye utajiri wa takribani dola bilioni 12.1. Namba moja ni tajiri anaitwa Alhaji Aliko Dangote, ni raia wa nchini Nigeria, mfalme wa saruji na hari tajiri mkubwa zaidi barani Afrika utajiri wa takribani dola bilioni 13.5. 10 over 10 countdown cha kukuomba wewe mtazamaji wa chaneli hii ya Mole Online Tv, make sure una like, una share, pia umebonyeza alama ya kusubscribe ili tuwe pamoja. See you next countdown.